Moja kati ya watu ambao ukisema utataja wasanii wa muziki wa Singeli basi huwezi ukaacha kumtaja Meja Kunta. Meja Kunta ni msanii ambaye tayari ameshajijengea sana mlake kwenye muziki wa Singeli licha ya kwamba wapo wasanii wa wengine ambao pia wanafanya vizuri zaidi kwenye uwanda huo mpana wa muziki wa Singeli. Sasa kupitia Instagram account ya Meja Kunta ukiacha ile posti ambayo amemposti nadhani ni mtoto wake, kama si mtoto wake basi ni binti fulani hivi mwenye rika karibia miaka sita saba mpaka nane akiwa anawatakia heri ya sikukuu ya Idi. Meja Kunta ameposti picha ya Mario akiandika caption ambayo imezua gumzo hasa kwa watu wengine ambao wamekuja kuifuatilia komenti hiyo. Meja Kunta amemposti Mario kwenye picha ambayo nimekuwekea hapo akiwa ameandika caption inayosomeka, caption fupi tu, akiwa ameandika ya kwamba jamaa linajua hili, wenzake wanaliogopa, akamtagi pale Mario Tz. Hii ni ishara ya kwamba ameonyesha ule uwezo ambao Marioo yuko nao, ameonyesha uwezo ambao Marioo anaendelea kuboresha kila baada ya siku. So Mejakunta ni kitu ambacho ameonyesha kuappreciate ama kuheshimu kile kipaji ambacho Marioo ama kile ambacho anakifanya msanii wa muziki wa bongo flava Marioo. Sasa watu kadhaa wamekuja kukomenti hapa kwenye hiyo posti ya Mejakunta, wengi hasa wakiwa wamekubaliana naye, lakini wengine pia wameweza kutoa maoni yao. Nitakusomea komenti kadhaa hapa za wale watu ambao wamekomenti hiyo posti ya Meja Kunta. Kuna huyu mmoja anasema ya kwamba Marioo besti sawa, lakini kila akiingia kwenye anga za Konde Boy anafunikwa hatari. Marioo, jitahidi siku moja amfunike Konde. Basi hiyo komenti inaashiria, mpaka sasa Marioo na Harmonize wameshafanya ngoma tatu na kwenye ngoma zote tatu huyo aliyo komenti pale anaashiria kwamba kwenye zile ngoma zote tatu basi aliyofanya vizuri mule ndani basi ni Harmonize, kwenye kitu ambacho amekiandika hapo. Mwingine amesema kwamba kupewa namba kwenye timu yake umeanza kujimimina huyo. Hey, anazungumzia ile michuano ambayo imeshatamatika ya Samia Cup, ambayo iliandaliwa na Alikiba. Kiboko kabisa, Omari Mwanga akamtaja pale kabisa jina lake la Nida, lakini akamwekea na hashtag pale ya MarioTZ. Mwingine akasema kwamba Meja, bwana, umeamka na chai leo, anauliza kitu kama hicho huko, wengine wakimwambia aache unafiki wengine wakisema kwamba unataka kupewa mwaliko wa Idi, huna lolote. Akaweka ni moja za kucheka hiyo. Ni ishara tu ya kwamba watu wanaendelea tu kuongeza pia na zile komenti za utani kwenye posti hii ya Meja Kunta, posti ambayo amemposti msanii mwenzake Marioo, licha ya kwamba msanii Marioo anaimba Bongo Flava, huku Meja Kunta yeye anaimba mziki wa singeli. So ni hayo tu kwenye kiwanda cha burudani. Na wewe kwa upande wako, je, unaona ya kwamba Meja Kunta alistahili kufanya ilichokifanya kwa kumwandikia caption hiyo Marioo, kuonyesha ya kwamba amekubali tu bwana Marioo kwenye kila anachokifanya, basi yuko juu yu zaidi. Hii ni Sawasawa Digital, mahali ambapo tumedhamiria kukuhabarisha ganjani wako.